Sasa inapokuja katika swala ya kunena kwa lugha, kuna baadhi ya watu ambao wafahamu upana wa kunena kwa lugha. Watu wengi wanadhani kwamba kunena kwa, kwa lugha ni kile ambacho wanakisikia mhubiri anazungumza maneno mawili matatu ya kunena kwa lugha wakati akiwa madhabahuni kuhubiri. Lakini katika hii episode wajifunza kwamba kunena kwa, kwa lugha kuna matumizi ya aina tatu. Naweza kutumia kunena kwa lugha katika eneo makuu matatu. Sasa katika kunena kwa lugha kuna vitu vitatu ambavyo vitakuwa vifahamu, kwamba unaweza kutumia kunena kwa lugha katika maeneo makuu matatu, na nitaelezea kwamba kitu cha kwanza unaweza kusema kwa lugha, kile cha kwanza. Cha pili unaweza kuomba kwa lugha au kuomba kwa kunena kwa lugha. Cha tatu ni kwamba unaweza kuimba kwa kunena kwa lugha. Tuanze na eneo la kwanza la kusema kwa lugha. Tunavyozungumzia kusema kwa lugha, ni kwamba lugha, kunena kwa lugha ni kama lugha, kama lugha nyingine, isipokuwa ni lugha si ya kibinadamu, bali ni lugha ya kimbingu. Kwa sasa katika lugha kuna mazungumzo kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, so kila mazungumzo ni maombi. Kwa mfano, mimi ninavyozungumza na wewe hapa, nazungumza kwa lugha ya Kiswahili. Katika kunena kwa lugha pia unaweza ukazungumza na, na, na, na, na, na hadhara au kuzungumza na Mungu kupitia kunena kwa lugha ambayo si maombi, au Mungu akazungumza na wewe kupitia kunena kwa lugha. Naongea kitu ambacho nakifahamu, kwa sababu Mungu ameshazungumza na mimi kupitia kunena kwa lugha, na nena kwa lugha afu na tafasiri kile kitu ambacho nilikuwa nanena kwa lugha na ninasikia au napata ujumbe ambao Mungu alikuwa anataka mimi niupate kupitia kunena kwa lugha. Tunasoma Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 26 mpaka 28, Biblia inasema basi tuseme nini, ndugu zangu? Mnakutana pamoja, kila mmoja ana wimbo au neno la mafundisho au funuo au lugha mpya au atatafasiri. Mambo yote yatendeke kwa ajili ya kujenga kanisa. Kama mtu yote akinena kwa lugha, basi waseme wawili au watatu, si zaidi, mmoja mmoja baada ya mwingine, na lazima awepo mtu wa kutafasiri. Lakini kama hakuna mtu wa kutafasiri, hao watu wenye manza kimya kanisani, na wanene na nafsi zao na mwe wenyewe na Mungu. Kwa hapa tunaona kitu kimoja kwamba kuna kunena kwa lugha ambako ni kuna zungumza kanisani, unatoa ujumbe kwa ajili ya kulijenga kanisa. Sasa hayo si maombi, kuna tofauti kati ya kunena kwa lugha pale ambapo unalijenga kanisa au unatoa ujumbe katika kanisa. Kondo kitu cha kwanza kwamba katika kunena kwa lugha kuna kusema kwa lugha ambacho si maombi wala si katika kuimba. Unakuwa unazungumza na labda kuna mtafsiri aliyepo kanisani anatafsiri, kwa Mungu anakuwa anazungumza na nyie kupitia kunena kwa lugha. Sasa hapa, hapa kuna kitu ambacho watu wasionena kwa lugha, ambao wasiotaka kunena kwa lugha, wanapenda kukisimamisha kwamba ni kikwazo kwa wale ambao wananena kwa lugha, tunaona kwamba katika kunena kwa lugha sasa hivi ni kwamba mtu anaenda kanisani tu na hakuna mfasiri, lakini Paulo kama atakavyokuja kufundisha katika episode zinazofuata, ni kwamba pale ambapo mnakutana na watu ambao mnaamini na mnafahamu kwamba kunena kwa lugha ni nini, mnaweza kunena kwa lugha hata bila kuwa na mfasiri kwa sababu mnafahamu na tukifanya, lakini pale ambapo anakuwepo mtu ambaye si muamini au mjinga afahamu masuala ya kunena kwa lugha, basi inakuwa ni vizuri sana pale ambapo mnanena kwa lugha na mnatafsiri, ili yeye naye apate kile ambacho Roho Mtakatifu anazungumza kupitia kunena kwa lugha. Sasa eneo la pili ambalo unaweza ukalitumia au ukatumia kunena kwa lugha ni katika kuomba, na hili ndio eneo ambalo mimi nilitumia zaidi ya maeneo mengine yote. Ni kwamba unakuwa katika maombi ya kunena kwa lugha, na hapa hatuzungumzii ile maombi ya unazungumza tu neno moja katika kunena kwa lugha. Ni kwamba unaweza kukaa masaa dakika au siku nzima unaomba kwa lugha tu bila kutumia lugha ambayo wewe unaitumia siku zote. Na hapa Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 14 mpaka 15, Paulo anasema kwa maana nikiomba kwa lugha. Ina maana kwamba kuna uwezekano wa kuomba kwa lugha, ndio maana Paulo anasema kwamba nikiomba kwa lugha, roho yangu inaomba, lakini akili yangu ina matunda. Nifanyeje basi? Nitaomba kwa roho na nita, imba, nitaomba kwa akili yangu pia Nitaimba kwa roho na nitaimba kwa akili yangu pia. Kwa hiyo tunaona hapa hapa Paulo anasema kwamba kuna kuomba kwa namna mbili. Kuna kuomba kwa roho na kuomba kwa akili yako pia. Kwamba unaweza kukaa ukaomba kwa roho tu kwa mfano. Naza mimi nikakaa labda nusu saa au saa nzima naomba kwa roho tu bila kutumia lugha ambayo natumia. Na, na, na, na. Lakini Paulo pia anasema kwamba unaweza ukaomba kwa akili yako pia na maana kwa ukaomba kwa lugha ambayo unaifahamu wewe. Kwa hiyo tunaona kwamba matumizi ya kunena kwa lugha yanaweza kutumika katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni ku, kusema kwa lugha, unaweza ukasema ukatoa ujumbe kulijenga kanisa. Eneo la pili ni kwamba unaweza ukaomba kwa roho au ukaomba kwa lugha. Sasa eneo la tatu ambalo unaweza ukatumia kunena kwa lugha ni kuimba kwa Roho. Sasa hii kuimba sio lazima awe ni mwimbaji ndo anaimba, akiwa anaimba labda katikati ya ya ya ya nyimbo yake anaingiza kunena kwa lugha. Hapana, wewe kama waamini pia unaweza kuimba katika maisha yako binafsi kwa Roho, na hii inakujenga wewe kama Mkristo. Biblia inasema kwamba kuna kuimba kwa roho pia. Kwa hiyo tumeona kuna kusema kwa lugha, kuna kuomba kwa roho na kuna kuimba kwa roho, ambao wewe kama mkristo unaweza kwa kutumia ili kujijenga mwenyewe. Katika mstari ule ule kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mpaka 15, biblia inasema hivi kwa maana nikiomba kwa lugha, roho yangu inaomba lakini akili yangu haina matunda. Nifanyeje basi? nitaomba kwa roho na nitaomba kwa akili yangu pia, nitaimba kwa roho na nitaimba kwa akili yangu pia. Kwa mtume Paulo anatuambia mtume kwa kwamba kuna uwezekano wa kuimba kwa roho au kuimba kwa lugha. Wewe kama muamini, Mungu amekupa uwezo wa imba kwa roho. Sasa katika kuimba kwa roho, sio lazima uimbe ukiwa na melodi kama wanavyoimba waimbaji wengine. Hapana, wewe binafsi tu katika maisha yako unaweza ukasema kwamba leo nina imba. Kwa sasa tumeona upana wa matumizi ya kunena kwa lugha, kwamba kunena kwa lugha sio ile unayosikia tu mhubiri anaongea katikati kati ya labda maombi yao, au unamsikia labda mwimbaji katikati kati ya nyimbo yake anaweka kunena kwa lugha lakini tumeona kwamba kuna matumizi matatu ambao wewe kama Mkristo unaweza kutumia katika kunena kwa lugha. Tumizi la kwanza ni kwamba unaweza ukasema kwa lugha, na hapa labda nitoe ushuhuda wangu mimi binafsi ni kwamba Mungu ameshazungumza mara kadhaa kupitia kunena kwa lugha, yaani na na omba kwa lugha, afu na tafasiri kile kitu ambacho nilikuwa naomba, na napata ujumbe ambao Mungu alikuwa anazungumza. Kitu cha pili, nimetumia kuomba kwa lugha kwa sababu kuna wakati unaweza usikue kufahamu uombe nini au kufahamu uombeje kuhusu swala fulani. Kwa hiyo unaweza ukatumia kunena kwa lugha kwa ajili ya kuombea kile kitu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tunaona katika episode inayofuata kwamba umuhimu wa kunena kwa lugha na unaweza ukatumiaje kunena kwa lugha ili kupata kile kitu ambacho nitataka kutoka kwa Mungu. Kitu cha tatu ni kuimba kwa Roho. Kwa mfano, kuna wakati naweza nikaingia katika maombi nisiimbe nisiombe nisi kwa akili yangu nisiseme kwa akili yangu, bali nikaamua kuimba. Na kama nilivyozungumza hapo awali, kwamba kuimba huku katika kuimba kwa roho sio lazima uwe na melodi, inaweza kaja kama kama wimbo wa Roho Mtakatifu anakuwa anakupa ndani yako, kwa sababu tutaona katika, mm, episode inayofuata namna ambavyo unaweza kutumia kuna. Roho Mtakatifu anakuwa nakupa kama wimbo, kwa ule wimbo unakuwa unauimba unauimba unauimba, na unasikia kujengwa katika, katika roho yako.